Ah. Najua kuna muda inafika, anakuwa kama sidemu kisa kabisa, naona kama dunia yote imeangukia mimi na hivi. Kweli watu wanasema Mungu yupo ivi? Kwa ichi ambacho kinachoendelea juu yangu mimi, kweli Mungu yupo ama yu uliletewa hizi imani tu kwa maana ya kwa kwamba kufurahisha imani zetu, roho zetu ama imani zimeletwa tu mambo limradi wa mambo wagami, siyaelewi kabisa kabisa. Mambo yanachanganya kabisa anachanganya sana. Assalamu <coughs> <coughs> <coughs> alaikum <coughs> Ah, unamkuta mtu kijiweni afu unafika unasalimia. Salamu inasaidia nini? Salamu baina ya mwislamu kwa mwislamu, yani kikuangalia dhahiri shai huyu ni mwislamu, na kila sababu ya kusalimia. Kwanza una sunna za Mtume, una mbevu mashallah, Mwenyezi Mungu amekujalia lakini unaonekana bado una tabia za kihuni na mwezi no. Eh, kama huu unavofanya tabia za kihuni kama hizo, Mungu azimpendeze Mungu tabia kama hizo, badilika kijana. Hujua, nimekaa hapa nakusikiliza sana, kwa jinsi nilivyokuona unataka kujitumia thawabu kupitia mimi. Ndio mnaita thawabu eh i kujicumia tu yaani, ukimnyoosha mwisilamu mwenzako akawa kwenye mstari ambao umenyoa, ampendeza Mwenyezi Mungu hata ao kijana kama wewe. Kwa hiyo nakushauri badilika, hachana na hayo mambo unayoyafanya, yampendeze Mwenyezi Mungu. Mwezi huu ni mkubwa, hata mashetani wamefunga mnyororo <coughs> <coughs> sasa hivi

endelea kunielewesha. Hivi, ni kwa nini nyinyi ambao mnajifanya mashee na hawa watumishi hawa ambao wajifanya ni watumishi hawa mnashindwa kuwekeza nguvu, nguvu kubwa kwa kumkanyaga shetani? Mnawekeza nguvu kubwa kwa kurumbana kila mmoja kuonekana dini yake ndio ya haki. <laughs> Sijaje hapa kwa sijui kugombana sijui na nani na nani, mimi nimekuja tu kukuelekeza unyoke uwe kwenye mstari ambao unapendeza Mwenyezi Mungu. Kimona mtu anauchebe tu. Mnaona mtu Muislamu mwenzako ana sunna ya mtume, kwa hiyo hapo ulipo ni shehe. Sasa nimwambie kitu. Shee, tembea. Tembea, maana umenikuta maskani hapa nimekaa. Na mambo yangu kibao nawaza kichwani alafu naletea stori za kwamba wewe ni shee, wewe ni shee, wewe ni shee. We shee mboso ndo maana yake ni. Sasa hivi saa 10 shee no wangu she naomba twende twende msikitini hata msikitini tukaswali kidogo. Sasa hivi saa 10. Okay. Unjua, ushanichanganya unjua. Wewe ni shee. Sina kuuliza wewe ni shee. Tembea basi. Tembea. Bono, shigiani bana, tembea tembea huko. Mama. Unajua unajua, unajua wabongo wanazingua sana. Yaani unamkuta mtu maskani ametulia, unametaa maswala ya kiimani. Imani ndio nini sasa? Eh? Mnatuletea si imani. Majumba makali manini mnafanya nyi eh? Angalia mfano huu shenani hapa. Na bonge la mjengo. Si, kwa hiyo sisi tuzame kiimani, tuendelee kuwa sisi maskini. Hivi nyewe mnatuna sasa si, tuna akili ama mnatuchukuliaje? Eh? Hey, hali nyie mna maji, mnatuleta sisi kiimani, afu vile vidogo vyetu mnataka na vyenyewe viwe vyene. Mimi sina dini, nitaendelea kuwa hivi hivi, sina dini.